Tunaendelea na matangazo yetu na uh, sasa tuangalie fursa mbalimbali ambazo mbali zinapatikana. E, katika mataifa mbalimbali, ikiwa ni kwamba hivi karibuni Saudi Arabia imetangaza fursa za masomo, lakini unafahamu kwamba lipo kundi kubwa la watu ambao wanakwenda katika taifa hili, lakini na mataifa mengine pia ambayo yanaonekana kukua kwa kasi kiuchumi na kuvutia wengi e, kutafuta malisho ama kutafuta fursa katika mataifa hayo, anazungumzia Saudi Arabia, Qatar lakini pia kuna mataifa kama Umoja wa Falme za Kiarabu eh, na, na mataifa mengine ya ukanda huo. Tunaye hapa Ibrahim Rahbi ambaye amekuwa mchambuzi wa eneo hili, mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati kuzungumzia pia kuhusiana na fursa ambazo zinapatikana katika maeneo haya kwa sababu eh, mara nyingi eh, Rahbi tumeona watu wanavyoizungumzia Mashariki ya Kati na maeneo hayo, wamekuwa wakizungumzia zaidi kwa upande hasi, lakini upande mwingine pia tunafahamu kwamba kuna malisho ama kuna fursa ambazo zimekuwepo, lakini pia kuna ushawishi mkubwa ambao unaonekana kuzidi kuongezeka eh, katika ulimwengu wa nchi hizi za Kiarabu na uh, kwa kuanza tu uh, tuambie hasa kwa mataifa haya ambayo nimeyataja unayaonaje? Uh, una hasa kwa upande wa fursa ambazo zinapatikana. Uh, nashukuru. Uh, sitozungumza kama mtaalamu, lakini nitazungumza tu kama mtu ambaye nimewahi pia kuishi kwenye hizi nchi kadhaa mara kadhaa. Na ni kweli kama ulivyosema kuwa mabadiliko ya ulimwengu yamekuwa ya kasi kubwa sana. Uh, lakini si tu mabadiliko ya kiulimwengu, uh, isipokuwa hizi nchi. Mfano umetaja nchi tatu hapa, umetaja Saudi Arabia, umetaja Qatar, lakini umetaja Imarati mm. Hizi ni nchi ambazo unaweza kusema kuwa vision yao ni kubwa sana kwa mbali, na imekuwa ni kimbilio, si tu kuwa la waafrika kwenda pale, ni kimbilio labda la ulimwengu. Unajua uh, kwa watu ambao mfano wame, wanaishi Dubai, mmekwenda falme za Kiarabu, umeona mpaka waarabu wenyewe unawatafuta wako wapi, yes, wenye hii nchi uh, nimeishi mimi pale miaka mingi, kwa hiyo napajua Dubai. Dubai, nimeishi miaka mingi sana pale kwa hiyo napajua kuna, kuna, eneo, yani katika, eneo, yani katika nchi za Kiarabu ambazo huwavutia wageni wengi huwa ni Dubai, kwa sababu wanasema hapa huwa tuna uhuru sana ukilinganisha na nchi zingine, kwa hajulikani mwenye nchi ni nani? Mm. kwa hiyo kila mmoja ana uh, uhuru wa kuwa pale kwa kufata sheria za pale. Umesema fursa fursa, zimekuwepo hizi nchi zimekuwa na kile kitu unasema kuwa vision za miaka mfano ukichukua Saudi Arabia wana vision ile ya 2030 na 20, ni vision ambayo inataka uchumi wao uhame kutoka sehemu moja kwenda sehemu ya pili, na usisahau kuwa hawa ndio kiasi kikubwa wanaendesha tunaweza kusema uchumi wa Ulaya na Amerika. Hizi nchi tatu uwekezaji wao ni mkubwa sana, uliwepo uliopo katika nchi mfano za Ulaya. Ni juzi tu ametuthibitishia hilo baada ya ziara ya mwezi wa tano, Trump alivyotembelea mashariki ya kati, alizitembelea hizi nchi tatu. Qatar walikubali wali uwekezaji <coughs> wali ambao utaufanya Marekani ambao ulikuwa unafika tirion moja nukta nne dola mm. imarati wakafika 1.2 halafu saudi arabia waliahidi bilioni mia sita lakini juzi muhamed bin salmani alivyokuwa marekani akasema tutaweka tirion huu ni uwekezaji ambao unaweza kusema ni ikiwa moja tu ya huo uwekezaji ukielekezwa mfano kwa afrika nzima mm. hiyo ni uwekezaji mkubwa sana kwa hiyo hawa ni nchi ambazo zina vision kubwa sana umehitaja saudi arabia saudi arabia wana, wana projekti ya kuhama kutoka kwenye uchumi wa mafuta yes, kwenda kwenye uchumi ambao imarati walianza nao wa utalii, yani kwenye utalii zaidi wamewekeza kwenye vitu vingine. Wana project ambayo inaitwa Neom ambao, mm -hmm. Neom City, mji ule ambao utakuwa ni wa mfano duniani, mji ambao utakuwa na gharama ya karibu eh, dola bilioni 500, ambao mm -hmm. unajengwa na Saudi Arabia, ni wa kisasa kabisa, ambao teknolojia yake ni ya hali ya juu sana, yani, unakusudia bilioni mia tano si fedha ndogo Zio. Ni fedha nyingi sana. Nitakupa mfano, unakumbuka wordcup ya Qatar ya 2022 mm -hmm. ile wordcup ya Qatar ya 2022, toka Katari walivyopewa ile hadhi mpaka mashindano yanakuja kuanza kufanyika, ujenzi wa viwanja, miundombinu, mahoteli na kila kitu, yalitumia wastani wa dola bilioni 250 ndio walitumia, sasa mm -hmm. Qatar ilitumia katika kuandaa wordcup Saudi Arabia wanatumia mara mbili ya hiyo fedha kujenga mji mmoja Neom City. mm -hmm. ambao utakuwa ni mji ambao unaendeshwa kwa teknolojia ya hali ya juu sana. Sasa nchi kama hizi fursa ni kubwa sana, zinaruhusu sana fursa. Labda huenda kitu kimoja ambacho nilichokigundua kuwa mfano kwa sisi kutoka huku Afrika naweza kusema kuwa Waafrika wanasafiri na Waafrika wanazikimbilia wana, wana, wana fursa sana, labda sisi tu mfano wa Tanzania tuko nyuma kwenye hizi fursa kuna wakati unaenda unakuta kuna fursa nyingi zimetolewa kule, lakini unaenda kuhesabu watu ambao wamekimbilia wame zile fursa, au watu wanaofanya kazi pale una, watanzania unawahesabu, nasema hmm. Mbona eh, sisi hatutoki? Wakati mwingine huwa najiuliza ni uoga au nini kinachotufanya, yani kuwa hatutoki kabisa kwenda kuzitafuta hizi fursa, au labda sijui, labda urasimu au kitu gani? Yani si huwa sielewi, mm. Kwa nini kinachotufanya sisi hatufiki huko mbele? Lakini ukikaa kwenye nchi utakuta kuwa tuna wasomi wengi sana, watu wanao uwezo wa kufanya kazi, wana uwezo wa kufanya kazi za nguvu, wana uwezo wa kufanya kazi za kitaalamu, tuna madereva, tuna mainjinia, tuna lakini ukienda nje unawatafuta hawapo kabisa, lakini unashangaa nchi jirani tu unakuta kuwa zile fursa wao wamezichangamkia kweli kweli, na wako wengi wamejaa, hawajali nini kina, kwa sababu hata hao wazungu wenyewe wanakimbilia kwenye hizi nchi kwenda kutafuta hizo fursa. Ukiangalia eneo la Asia ya Kusini karibu lote limemwagika kule kule, India Pakistan, sijui wapi kule, Philippines zote zimekimbilia kwenda kule kutafuta fursa, lakini hadi nchi nchi za za Ulaya Mashariki, watu wengi kutoka nchi za Ulaya Mashariki wanakimbilia kwenye hizi nchi kwa ajili ya fursa. Kwa sababu zinalipa vizuri, mm, zina fursa zina utaratibu mzuri na kila kitu kiko okay lakini sisi huwa sielewi yeah, wapi sisi tulipokwama kwa, kwa uzoefu rahbi wa kuishi na kukaa huko, unadhani sababu zinaweza zikawa ni nini, uh, za wengi kutokuangalia fursa huko hu. Uh, ni vigumu kujua moja kwa moja. Unajua, uh, kuna kile ambacho kimekaa wakati mwingine kichwani, ikija kitu kama Warabu watu wanahisi kama ukoloni, yaani hilo limekaa kwenye kichwa kuwa siwezi kwenda, yani mtu yuko tayari akafanye kazi Bulgaria lakini alikuambia ami siwezi kuenda Qatar, lakini ukiweka kwa ranki Qatar Bulgaria au Qatar, Imarati Bulgaria au ukienda Ulaya mashariki Latvia sijui wapi kule sijui na... Ah, utaona hawa wako mbali sana. Kuna ile mentality kwa siwezi kuenda kufanya kazi labda kwa Arabu. Kuna watu wengine wanahofia kuwa labda nchi za Kiarabu zinaendeshwa kwa sheria kali sana labda za kidini, kwa hofu hilo. Lakini kiuhakika, unajua hamna nchi inayoendeshwa kwa sheria za dini hapa, haipo. Yani useme kuwa hii nchi inaendeshwa kwa sheria zile za kidini, labda za Kiislamu 100% hazipo, isipokuwa huwa zinaendeshwa kwa baadhi ya sheria za Kiislamu kwenye baadhi ya, ya baadhi ya nchi tu na miji. Lakini unapozungumza kuhusu kama nchi kama Imarati, nchi ya Imarati, utachotofautisha kuwa hii nchi ya kiarabu na nchi ya kizungu labda tu ni kwa sababu hii ni nchi ya kiarabu na labda na nchi ingine ya kizungu, lakini utaratibu, sheria zao mambo yao kila kitu chao hakuna tofauti yoyote na nchi zile za kizungu, labda kuna hiyo ambayo watu huwa wanahofia. Lakini kingine ambacho naweza kuhisi kuwa hatuna, uh, hatuna mawakala halisi ambao wanaeleza kwa kina. Tumekuwa na watu wajanja wajanja hapa katikati ambao kuwa wamekuwa wakitumia ile fursa ya watu kutokuwa na ajira labda kutaka kuwahadaa huku wengine wakifanya hilo kazi, lakini ni wachache sana ambao wanatekeleza kiuhalisia. Lakini hapa katikati inaonekana kama kuna kundi kubwa zaidi ambalo kuwa halitoi uwazi moja kwa moja. Nitakwambia mfano, unaona mf kama Ethiopia hmm. Ethiopia ni official kabisa kuwa kuna watu hmm. wamesajiliwa serikali ya Ethiopia, yani wamesajiliwa kabisa serikalini kuwa kazi yao ni kuwatafutia fursa vijana nje kutafuta ambao wanapata usaidizi wote kutoka kwa serikali kuwa kama kuna nafasi zimetoka za kazi, basi zile zinatangazwa ofisho na zinakuwa wazi na utaratibu unajulikana na serikali ya Ethiopia inasaidia ili hilo liweze kutimizwa. mm -hmm. Sasa kwetu sifahamu wapi wamefikia, japo kuwa nafahamu kuna baadhi ya makampuni yamesajiliwa kwa kufanya hivyo, lakini unaona kuwa fursa bado ni chache sana ukilinganisha kuna mwaka fulani niliwahi kukutana na kijana mmoja wakati niko Dubai, anafanya kazi shirika la Imarat lile la flight, akawa ananiambia katika hili shirika, yeye alikuwa ni Mkenya mm. Anaambia hili shirika kulikuwa kuna wafanyakazi wa Kenya ambao wana ajira za moja kwa moja na zile ambazo sio rasmi, walikuwa wanafika mia nane. Sasa katika kumdadisi mimi nikawa namuuliza, na sisi watanzania tuko wangapi? Anasema mm kama kumi, mtazidi, sina uhakika, lakini mm -hmm. hamzidi kumi, yaani unazungumza watu wako mia nane, halafu sisi tuko sasa. Namuuliza wapi, naba sijui labda. Anasema Watanzania ni waoga kutoka, mmekuwa na hofu ya kutoka sana, na huwa hamkubali kutoka kwenye nchi zenu. Sina uhakika na hilo, lakini naamini kila sehemu tunapokwenda tunakutana Watanzania ila kwa kiwango kidogo sana fursa pekee ambayo unaiona kwa Kiarabu ambao wa Tanzania wamekuwa lada labda, wa labda wa wafanya kazi, kazi za ndani, tena ni watoto wa kike. Tumekuwa tuna kesi nyingi sana za kuhusu hiyo swala, lakini kwenye nafasi muhimu kabisa ambazo ni madaktari manesi kwa uguzi, mainjinia madereva, hatuoni hizo nafasi zikitolewa au zikifatishwa, lakini kiuhalisia hizi nchi zinapokea zinapokea zinapokea mno watu kutoka nje. Vipi kasabaa gharama za maisha? Uh, kumekuwa na hoja kama kiasi ambacho unawezekana ukapokea ukatumia kwa kiwango kikubwa katika uh, malazi uh, ama nyumba uh, kwenye kodi na hivyo hata kile ambacho kinasalia kinakuwa ni kiwango kidogo. Inategemea <coughs> sorry, inategemea nchi, nchi gani umekwenda. hmm. Imarati kidogo gharama za maisha ziko juu sana ukilinganisha na kile na hata Imarati, ni vigumu sana hata ukipata ajira kusema kuwa ajira yangu hiyo itanitosha, halafu hiyo pesa ni, ni renti niweze ni kusave na kila kitu. Imarati wengi hata walio nje wanaoishi pale wengi wanaishi kama familia, yaani mnakutana kwa pamoja, mnaweza mkachukua na watu watano, sita mkawa mkiishi pamoja, mnakusanya zile renti, ni kama Marekani ilivyokuwa ni vigumu sana kusema mtu utatoka uende ukakae useme ni renti, nyumba na kodi yangu nitaweza kumudu hiyo. Imekuwepo kote hata Uingereza imekuwa vile, kuwa ni vigumu karibu, gharama zinakuwa ziko vile, lakini kuna nchi zingine ambazo zenyewe utaratibu wao unakuwa tofauti. Mfano Qatar, mara nyingi eh, nafasi zao za kazi zinakuwa Qatar, inaoajiri ni makampuni mengi yanayochukua, kwa hiyo mara nyingi makampuni yanayochukua watu huwa yameweka mpaka sehemu zao za kula kulala, kila kitu inakuwa juu ya kampuni. Hali kadhalika mm, na Saudi Arabia wamekuwa mara nyingi hivyo. Sasa Imarati yenyewe ina fursa za watu ambao wamezitoa tu, sio kwenda kufanya kazi tu moja kwa moja, hata wafanya biashara kuna uh, unajua ile Falme za Kiarabu imegawika katika maeneo, katika falme saba. Sasa wenyewe wame, wame, wameweka standard, yani, kuwa falme zote zile saba zinapokea uwekezaji yani, mfano mpaka 2015, 2017 hata ulikuwa na mtaji wa dola elfu kumi ukienda Fujera wanakupokea yani, ni na mtaji wa dola elfu kumi ukienda kuwa nataka kufanya uwekezaji wa dola elfu kumi ukiwa Fujera. Fujera ni katika ni falme nyingine ambayo iko ndani ya Imarati, iko karibu na pwani <coughs> inayoelekea upande wa pili wa Iran, wanakupokea katika nafasi ya kiwango chako cha fedha, kuwa kwa dola yako elfu kumi, unaweza kufungua duka labda la simu, okay, tutakupa nafasi ya kufungua fanya uwekezaji, tutakupa labda na viza mbili uingize wafanyakazi wa ajili ya misa. Kwa hiyo wao walikuwa na kiwango, lakini miji hii imejigawa kutokana na nafasi yake na standardi yake. Kwa hiyo hapo ni fujera unafanya hivyo, lakini ukisogea kwenye miji ambayo inakuwa imechangamka zaidi, labda unasema uko ajman au huko sharja, kidogo naenyewe inapanda uwekezaji wako labda dola elfu hamsini, dola elfu ngapi kwa hiyo wao walikuwa wanapokea tu, si wafanyakazi ambao wanaenda kwa ajili ya kutafuta kazi, lakini pia hata waliokuwa wanataka kwenda kufanya uwekezaji wa kiasi fulani, wanakupa wa na fursa zilizopo ni, uh, nilikuwa, ni nilikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa ya ni muhindi alikuwa na kampuni kama tatu zilikuwa pale amewekeza ame, sasa alikuwa akinipa elimu. Kuna wakati nilikuwa namuuliza hivi hapa ikoje, anasema kuwa kitu kikubwa katika nchi hii kwanza ilikuwa wana kile wakisha, wakisha kukubalia kuwa we ni mwekezaji, cha kwanza wanai, wanaile sera wanasema tunalinda mtaji wako. Yani ni lazima walinde mtaji wako, wao wana jukumu la kulinda ili usifilisike. Lakini fursa za ukopaji wanasema kuwa ukishamaliza zile dokumenti zao moja kwa moja kuwa wamesha kuruhusu kuwa utafanya uwekezaji au utaishi hapa mm. Basi fursa za ukopaji zile benki zao haraka haraka ziko haraka yani kuja kukukopesha kuwa bana? Hii fursa maanake, wana uhakika wa udhibiti kuwa ukisha ukishakuwa kwenye mifumo ambao tumesha kusajili kuwa hapa, bado huwezi kutukimbia, tunajua njia gani wewe, tutakubana na hizi, kila kitu kitabaki hapa na utalipa. Kwa hiyo wao pia wana hilo la kufungua fursa kwa kiwango cha hali ya juu. Fursa ni nyingi, lakini zinaonekana zinaambatana na changamoto nyingi katika maeneo haya. Kuna kumekuwa na ripoti za e, ukiukwaji wa haki za binadamu, unyanyasaji wa kingono, kwa mfano unyanyasaji e, wa kimwili Mm -hmm. Kesi kama hizi zimekuwa zikiripotiwa kwa hasa watu kutoka Afrika ambao wanakwenda kufanya kazi katika mataifa haya hasa zile kazi za zinazoonekana kazi za chini nchi, kama vile kazi za ndani mm -hmm. Ni kweli, ni kweli kumekuwa na hilo taarifa, lakini hii imekuwa ni taarifa, mara kadhaa tumekuwa tukiona kwenye vyombo vya habari ikiripotiwa, lakini kitu kimoja ambacho ninafahamu kwa kuishi kwangu mimi, hizi ni nchi ambazo zina sheria kweli, kweli. Yaani ikiwa tukio kama hilo limetokea likaripotiwa moja kwa moja, mm. kwenye serikali husika, kiuhakika kuwa wanasheria zinafanya kazi, hazijali zinamwangalia nani hata, yes. Wao zinawashughulikia kweli kweli. Ni kuwa hizi tu taarifa mara nyingi zimekuwa zikisukumwa zaidi kuja upande wetu huku bila kujua kule upande wa pili, awali, wa pili kama ziliripotiwa au walichukua hatua gani. mm. Lakini wao wanafata sheria sana sana, na ndio maana unaona kuwa bado wanaweza wakabaki kwenye nchi ambazo kuwa zinazingatia usalama wa hali ya juu sana, yani kwenye maswala hata ya wizi, upoteaji, uporaji na kila kitu, wamezingatia sana kwa sababu sheria zinafanya kazi kweli kweli mm -hmm. Sasa haya ni matatizo ambayo yanaweza kuwepo kokote duniani, halafu linapokuja swala mfano la, la unyanyasaji hata sisi hapa tuna, tunazo hizo taarifa wenyewe kwa wenyewe tunaweza yeah, tukaagiza wa, watumishi wetu kutoka huko mikoani tukawaleta hapa, lakini pia tukawanyanyasa hali ya kuwa sisi wenyewe kwa wenyewe. Haijalishi tumevuka mipaka kwenda mbali, tumeona uh, wafanyakazi wa ndani wakimwagiwa maji ya moto hapa kwetu wakichomwa, wakiuawa, wakifanya nini hapa, hapa kwa sisi. Kwa hiyo hili linabaki kuwa ni tabia ya mtu binafsi, lakini hatuwezi tukasema kuwa eti mamlaka ya nchi hii imeshindwa kutatua haya matatizo, yeah. Maybe haijaripotiwa au hayajafika kwenye sehemu husika. Kwa hiyo, kuna wakati tunaweza tukahukumu nchi kwa sababu ya matatizo ya watu binafsi ambayo yanakuwa au ripoti maalum zimewafikia wahusika. Kwa hiyo, haya matatizo yapo ya kote duniani. Licha ya haya pia matatizo, ukiangalia katika haya mataifa E, yameweza kukuza uchumi wao kwa kiwango kikubwa na sio kwa muda mrefu sana. E, unadhani ni um, mikakati gani ambayo wametumia kufikia mafanikio hayo? hapo ni kweli unasema kuwa unajua, ukichukua mfano kama hizi nchi, ukitoa Saudi Arabia, ambao ukiangalia yani yenyewe imekuwa huru kwa muda kidogo. Ukiangalia mfano Imarati ni miaka ya sabini hizi hmm. E, Qatar na enyewe juu ya miaka ya sabini na kitu huko ndio zimepata uhuru wao, unasema kuwa zimeanza kujitawala kwa miaka ya sabini na kitu. Wanasema ukichukua Dubai ya mwaka themanini ukaichukua Dar es Salaam ya miaka 80, basi mtu angeambiwa naenda Dubai asingeenda, anaweza siwezi kutoka Dar es Salaam mimi niende nikakae pale jangwani. Au ichukue Qatar ya miaka ya mwanzo ya tisini, huwezi kwenda kukawasema kuwa nikakae jangwani pale, natafuta nini? Lakini leo tunaona kuwa wamepiga hatua kubwa sana. Na ukiangalia mfano Qatar wamekuwa na utajiri, wana utajiri wa gesi, na ni nchi ambayo wanapato kubwa sana. Kwa sababu ya gesi na mafuta kidogo mm. Imarati ni nchi ambayo ina mafuta sio kwa kiwango kikubwa na haina gesi kwa kiwango hicho, lakini Imarati wamefanya mapinduzi makubwa kwa muda mfupi kutoka kwenye utegemezi wa mafuta mpaka kuifanya kuwa nchi ya yenye utalii mkubwa sana ambapo kuwa kuna wakati mpaka unajiuliza kwa watu wanaotembelea uh, Dubai au wanaoenda ukienda ukiingia pale Dubai Mall mle ndani kuna kuna zoo moja imetengenezwa mle ndani, mpaka ukifika unasema unajiuliza mara tatu tatu kuwa aliyebuni hapa ni binadamu au kafanya nini? Yaani unashangaa kuwa uwekezaji wao wa hali ya juu. Leo hii Imarati ilivyo Imarati hata mafuta ya kikata bado wana uwezo wa kuishi moja kwa moja. Nakupa mfano, kuna eneo moja ambalo uh, nimetoka jina hili, ni eneo ambalo Imarati walitoa kwa serikali ya Japan kwa ajili ya ya ya ya kuingiza magari kutoka Japan. Yeah. Unajua zamani wafanyabiashara wetu mfano kutoka hapa kwenye hapa eh, kwetu maziwa makuu walikuwa wanaenda wanaagiza magari Japan. Kwa hiyo wale Dubai kwa jiografia yao ilipo, wakaona ni fursa kwa sababu kwanza wao wanaifesi Afrika, kwa mm. karibu kabisa. Wakaona tunaweza tukaitumia Afrika vizuri kabisa na tukatajirika. Kwa hiyo kulikuwa na ile sera ambao walianzisha waliingia mkataba na serikali ya Japani kuwa wanaingiza magari bure. Lakini yasiwe yasiwe scraper yani mm. zile gari standard ambazo zitaletwa kwenye nchi yao bure kabisa, yani ile ni free, utaingiza lakini yule atakayekuja kununua ndio atachangia katika ushuru. Uh, kipindi cha nyuma ilikuwa asilimia tano, sifahamu kwa sasa imefika kiasi gani. Yani we utaenda kununua ndio utakuna. Sasa wao hawa wameitumia fursa ya bahari, yani kuwa bahari tunayo, yeah. wakaona tunaweza tukaitumia, na ni jambo zuri sana. Mfano sisi ukiangalia hapa tunayo bahari iko hapo lakini tuna nchi hapa nyingi ambazo hazina bahari, kwa hiyo wao walikubaliana na hizo nchi lakini si hiyo tu, kuwa pale ukifika Imarati kuna sehemu wametengeneza, kuna mji unaitwa International City mm -hmm. ambapo kuna maduka ambayo waliingia mkataba na serikali ya China inaitwa Dragon Mart. Okay. Kuna maduka ni zaidi ya elfu hamsini labda yako pale, China analeta produkti zake ambazo ni original, not fake, original mm, ziko pale na ni soko kubwa ambalo linahudumia karibu nchi tatu au tano zile za kiarabu kuja pale sasa, na ile serikali imeingia mkataba na serikali ya China kuwa wataleta bidhaa zao tu kuja pale kuuza. Kwa hiyo hiyo ni fursa nyingine ambayo wao wameiona kuwa tunaweza tukafanya biashara. Kwa hiyo haya ni katika mabadiliko ambayo Arabu, lakini hauwezi kuondoa kuwa kitu kinaitwa uongozi. Mara nyingi mabadiliko hutokana na aina gani ya viongozi. Kwa sababu ukitazama kile ambacho Imarati walikuwa nacho, mfano walichomtaji, walioanza nao mafuta. Mafuta ambayo Imarati wamekuwa nayo, Nigeria wanayo miaka, lakini nenda kule Niger Delta yeah. mafuta ni laana kule Niger Delta. Ni katika eneo lenye uhalifu lilioshindikana. Niger Delta ndio eneo ambalo hakuna huduma kabisa, zimesimama sio hospitali sio shule shutuma kubwa za uharibifu wa mazingira, maji yaliyochanganywa na mafuta, watu wana, wana, wamekutana na, na kemikali za kutosha. Hiyo ni Niger Delta ambako ndio kuna mafuta. Nigeria leo inazalisha mafuta mengi sana, lakini tuna Angola ambayo inazalisha mafuta kwa kiwango cha hali ya juu sana pia. Katika nchi za Afrika kuna Gabon ambayo nchi ina watu si hata milioni tatu hawafiki, wa lakini bado wanaishi kwenye umaskini na mafuta wanayo. Kwa hiyo hili pia swala la uongozi nalo linachangia, lina kuwa hawa wenzetu Maybe waliamua kuwa na nchi za kifalme tu, hakuna mtu anayetoka, hatufanyi uchaguzi, atufanye nini? Wakaamua kuendelea moja kwa moja wanavyojua wao, basi wakaendelea. Ukirudi Imarati nitakwambia hizi falme saba zina tabia moja kuwa, licha ya kuwa kuna raisi ambaye anakuwa ni kiongozi kutoka Abu Dhabi mm hawa wafalme karibu kila miji yao ni wafalme wanaowajibika moja kwa moja, unaweza kusema labda wanaweza kuwa kama mamea, okay, katika majo, lakini wanawajibika moja kwa moja kwa maendeleo ya maeneo yao mm. fursa uwekezaji, na kila kitu na wamekuwa na mashindano okay. Kwa nini fulani kanizidi? Kwa nini fulani ana hiki? Ndio maana ichukue ile Dubai kuna international airport zinazidi nne katika eneo dogo sana mm. halafu wana flights, zile makampuni makubwa ya ndege yako pale mengi sana maanake, kuwa kuna Sharja, kuna Ajman, kuna Dubai, kuna Dubai wenyewe. Kwa hiyo kuna fursa nyingi ambazo wao wenyewe watawala wanashindana kufanya maendeleo, na hawa watawala tunaona e, ushawishi wao unazidi kuongezeka e, kutokana na namna ambavyo wamefanya nchi zao kuwa kisima cha fursa e, kuvutia watu mataifa mbalimbali ku, kuona sasa kwamba wanaweza wakapata malisho katika mataifa haya. Tunazungumzia mtawala wa Umoja wa Falme za Kiarabu mm. Uh, Shekh Muhamed mm. bin Zayed Alnahyan al lakini huku Katari unakutana na Shekh Tamim Altan al mm. uh, ukija huku kuna MBS Muhamed bin, bin Salman, wanaonekana ni viongozi ambao sasa hivi wanapata nguvu kubwa sana kwenye duniani eh, pesa mm. Uh, tulizungumza na we last week, nikakwambia ulimwengu ulishatoka kwenye kile kitu kinaitwa kuwa haki ustaarabu wa watu sijui na viongozi wenye heshima na nini, no. Trump amekuja kutubadilisha kutupeleka kwenye dunia nyingine kabisa kuwa una nini mm, yani, lakini hawa viongozi wanaonekana tayari walishaanza kuchomoza walishaanza kung'aa kabisa. Naweza kusema kuwa imarati ilianza kufika kwenye kiwango cha hali ya juu kabisa cha maendeleo. Leo hii tunazungumza, unajua kuna miji mikongwe duniani ambayo wanasema labda Ufaransa sijui, uh, London ni miji mikongwe, lakini tunazungumza kuhusu miji ya kisasa kabisa iliyojengwa duniani mmoja mm. Wao ni Dubai. Dubai ni mji wa kisasa sana uliojengwa, yaani hata wazungu wanatoka Ulaya kuja kushangaa pale, yaani kuna nini? Kwa sababu wamejenga kwelikweli. kwa hiyo kweli. Walionyesha hatua, wakaungwa mkono, wakaenda wakafikia hizo fursa. Qatar akaja akajipachika kwenye njia nyingine tofauti. Yani, Dubai wao walikuwa wanafanya biashara hawakuwa wameingia sana kwenye siasa ya ulimwengu, lakini walivyokuja Qatar kuanza kukua, Qatar wakajiingiza kwenye ulimu, yani kwenye zile sasa fursa zile za ushawishi wa ulimwengu mm. Ndio maana ukajikuta Qatar leo hii, ukimiliki pasipoti ya Qatar unakuwa na kama vile wewe ni raia wa EU yani yeah. yeah. unaweza kutembea zile nchi za EU unavyojisikia isipokuwa, yani Qatar wana hadhi maalum ambayo wamepewa na EU, hauwezi kupewa hivi hivi kuwa una nini cha kutoshawishi kwa sababu uwekezaji mkubwa na fedha nyingi za Katari ziko kwenye masoko ya Ulaya, ambao ndio wamefanya uwekezaji, maanake kuwa wanaendesha uchumi wa Ulaya kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo lazima upewe hadhi na heshima ambayo ulikuwa unafikiria. Sasa kwa sisi ambao vipato vyetu ambavyo uh, bajeti zetu za za huku kila kila mwaka unakuta na kisi iko iko minus, inabidi watu, watu busti mara zote wanatuona kero kuwa awa ah, ah, kila wakija wana Unakumbuka viongozi nileo, kipindi kile viongozi wetu sita walimtembelea Trump, unakumbuka mijadala iliyokuwa kuwa hata walipokaribishwa walipelekwa tofauti na kama MBS alivyokwenda, yeah. alipelekwa sehemu tofauti na sehemu ya kukaa tofauti, kwa sababu viongozi wetu walikwenda kupeleka matatizo, yani kuwa tumeenda tu, huyo anaomba hiki. Unakumbuka Faye anaenda kuomba uwanja mm. wa golf, anaambia Trump tutengenezee uwanja wa golf kule Senegal, ilikuwa ni aibu tu, lakini anakwenda MBS anakwenda na msafara wa watu elfu moja. Yaani, msafara una watu elfu moja, anakwenda na fedha uwekezaji katika ile nchi. Ni vigumu huyu ni mgeni tofauti. Meza atayowekwa sio meza utayowekwa mm, yani wewe umekuja kwa ajili una, si unajua hata kwa sisi kawaida tu bana, yeah. huyu amekuja analeta kitu mm, ameleta kitu. Kuna mgeni atapewa stuli, wengine <laughs> <laughs> kuna mwingine atafunguliwa tu soda, kuna mwingine ataulizwa unakunywa soda <laughs> gani unakunywa ndio ilikuwa hivyo. Kwa hiyo hawa, wa, hawa watawala wamejenga msingi walivyoujenga mm. msingi ukaonekana. Ni mara zote unapofanya kazi nzuri watu watakuja kukusifia na wataiunga mkono kazi yako ile inayotoa matokeo kabisa. Ni wazi kwamba watawala hawa wamebadilisha hizi nchi, zimekuwa ni nchi ambazo zinaonekana zina uh, fursa mbalimbali mbali. na sasa tunafahamu kwamba sasa hivi kuna watu wengi wanakwenda huko kutafuta kazi, wengine wanakwenda kwa ajili ya masomo sababu wengi walikuwa wanaelekea nchi za magharibi kusoma, lakini saa hivi tunaona pia wengine wanakwenda mm. wana nchi hizi kwenda kusoma yeah, lakini upande wa pili tumesikia pia hizi changamoto ambazo watu wanazipata wakiwa kule mm. kama mtu, kwa uzoefu wako kama mtu ambaye umeishi eneo hili la Mashariki ya Kati katika hizi nchi ambazo watu wengi wanazitolea macho uh, ukiambiwa umshauri mtu ambaye anatafuta fursa kule uh, namna ya kuishi kule, namna ya kuzipata hizo fursa na namna ya kuepuka hizi changamoto ambazo zimekuwa zikizisikia, ungemshauri <coughs> nini mtu kama uh, kwanza, kila nchi ina utaratibu wake na sheria zake yeah. ziko hivyo. Kama ukitoka kwenye nchi yako ukaenda nchi nyingine, zingatia sana sheria zao zinahusu nini na utaratibu wao ukoje. Kwa hiyo jifunze sana mazingira yao na heshima yao walionayo. Kwa hiyo fuata utaratibu wao uliopo, vinginevyo unaweza ukaichukia nchi ukaisi si sehemu salama sana ya kuishi kwenye utaratibu wao. Nitakupa mfano mmoja, nchi ya Oman ukiwa ukiwa mkiwa uh, mmepanga foleni kwenye, mfano mpo kwenye ATM mashine mnasubiri hmm, pesa. Unajua mwanamke akija hapangi foleni, huo ni utaratibu yaani, hiyo ni heshima ambayo wali, yani, ni utaratibu wa nchi kuwalisha jipa, hiyo ni heshima yao, kuwa haiwezekani wanaume wamepanga foleni halafu mwanamke aje apange foleni na nyinyi kwa ajili ya kuingia ATM. Yani mwanamke anaweza kaja akapaki gari na wale wanaume wakasimama, yule mwanamke akaingia kwenye, akatoa pesa, wakampisha, akatoa pesa na akatoka zake yeah. utaratibu huo ni utaratibu. Unapanda lifti, ile lifti imefunguka, unamuona mwanamke yupo, hauingii kwenye lifti, labda akakuruhusu yeye, ingia lakini mm. kwa utaratibu na heshima, hiyo nchi watakwambia no utaratibu hauko vile, yani ile kuchanganyikana wao, huo ni utaratibu. Sasa huo ni utaratibu wa nchi yao. Sasa ukiwa mgeni, ni lazima ujue kuwa huu ni utaratibu wa nchi fulani Wayao. na watu wake wanaishi hivi. Kwa hiyo vizuri, heshimu hizo masuala kama hayo, na usijiingize kwenye magrupu mengine ya ajabu ajabu ya ambayo yanakuja. Sasa kwa wale ambao bado wanataka fursa hizi, nadhani watafute watu maalum kuliko kutafuta. Unajua kuna watu wa mitaani taani ambao hu, hutumia kwa sababu kwanza wanawahada kuna watu wengine ana ili kwa sababu katika wengi ambao wanawatafutia fursa wametanguliza kuna pesa, yani kuwa, mm, kuna pesa ambazo utalipa gharama mm, ili uweze kwenda kule. Kwa hiyo mtu anajaribu kumshawishi mtu ili angalau aweze kuipata, utakuta hata hiyo fursa hana, okay. Sasa huenda akamshawishi kwa kazi nzuri zaidi kuliko ile. Ndio maana unakuta mtu anafika kule anasema kuwa niliahidiwa kitu fulani ambayo imekuwa tofauti. Huenda uongo ulianzia mwanzo kabisa, hata wale waliotoa fursa hawakutoa hiyo fursa, walitoa fursa nyingine, lakini kwa sababu mtu wake wa kwanza alianza kumhadana kumdanganya, matokeo yake akifika ya kule anaweza kawahukumu watu wote kote, mlinidanganya sikuja kwa hili, lakini kumbe matatizo yalianzia mwanzo kabisa kwa yule mtu ambaye alianza kumwambia kuwa, maana kule utakutana na kazi, mshahara huu, ni tofauti kabisa na kila kitu. Kwa hiyo wajaribu kufuatilia kwenye vitengo muhimu na, na uzuri hizi nchi karibu zote zina balozi yeah. E, ziko balozi zao ziko hapa. Hebu jiridhishe, nenda kwenye hizi balozi hata ukaulizie hizo fursa kwa sababu mara nyingi hata wao wanapotangaza hizi fursa hawawezi kuacha kuzipa taarifa balozi zao ziko hapa kuwa, jamani mm -hmm. Mimi natafuta fursa kwenye nchi yenu hii na, hii na hii. wanaweza wakakupa utaratibu mzuri kabisa wa kuenda kufika kwenye hizo nchi. Shukran, shukran sana, rafiki. Asante kwa kutupa uzoefu huo hasa katika kuishi nchi za Afrika ya kati mashariki. Tunakamilisha hivyo, bado tuko nawe.